Karibu ndugu na dada, leo tunazungumzia swali muhimu sana: inawezaje kuwa sawa na Mungu? Kwa wengi wetu, hii inaweza kuwa fumbo. lakini Biblia inatoa mwanga mkubwa juu ya hili. Kwanza tuanze kwa kuelewa tatizo kubwa linalotutenga na Mungu: dhambi Biblia inatuambia wazi, hakuna mtenda mema hata mmoja, sawasawa na ile Zaburi ya kumi na nne na aya ya tatu Sote tumekuwa hapa. Katika Isaya sura ya hamsini na tatu na aya ya sita inasema kama kondoo wote tumekuwa wamepotea, kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe. Labda unaweza kujiuliza, lakini mimi ni mtu mwema? Naam, kwa misingi ya binadamu unaweza kuwa mwema, lakini Mungu ana kiwango cha ukamilifu na hakuna mtu aliyefikia hicho kiwango. Dhambi si matendo tu, ni hali ya moyo asi dhidi ya Mungu. Hapa ndipo tunapokutana na ukweli mgumu: adhabu ya dhambi ni mauti, sio tu mauti ya kimwili bali kutengwa na Mungu milele. Ezekieli 18 mstari wa 4 inasema nafsi itendayo dhambi itakufa. Hii ndiyo habari mbaya lakini kuna habari njema bora zaidi. Ingawa tumemkosa Mungu, yeye anatupenda na ametuchukulia hatua ya kutukomboa. Luka mlango wa 19 mstari wa kumi inasema, Yesu alikuja kutafuta na kuokoa waliopotea. Alipokufa msalabani, alitangaza imekwisha, sawasawa na Yohana mlango wa 19 na aya 30. Yeye alilipa gharama ya dhambi zetu ili tuweze kuwa huru. Basi tunafanyaje kukubali msamaha huu? Warumi 10:10 inaelezea kwa moyo mtu huamini hata kupata haki na kwa kinywa ukiri hata kupata wokovu. Huanza kwa kukiri dhambi zako na, na kugeuka kwa Mungu. Isaya sura 57 mstari 15 inasema Mungu yuko karibu na wenye moyo mnyofu na wanaotubu, na hapa ndipo toba na imani zinapoingia. Toba maana yake kuacha dhambi na kugeuka kwa Mungu. Imani maana yake kuamini kwamba kifo na ufufuo wa Yesu vimekuposhea dhambi zako. Warumi kumi tisa inatuahidi ukikiri, kwa kinywa chako kuwa Yesu ni Bwana na kuamini moyoni mwako kwamba Mungu alimfufua kutoka wafu, utaokoka. Wokovu wa Mungu ni kwa kila mtu. Matendo mbili ishirini na moja inasema kila atakayelitia jina la Bwana ataokoka. Haijalishi mambo yaliyopita yako, Mungu yuko tayari kukusamehe. Moja kati ya simulizi zinazozipenda zaidi ni mwana mpotevu katika Luka kumi na tano mstari wa kumi na moja hadi wa thelathini na mbili. Mwana aliyetangatanga na kupoteza kila kitu aliarudi nyumbani kwa baba yake akiwa na haya, lakini baba alimkimbilia, akamkumbatia kwa upendo na kufanya sherehe. Hivyo ndivyo Mungu anavyotupokea tunavyomrudia kwa toba na imani. Zaburi 34 mstari wa 18 inasema Bwana yuko karibu na waliovunjika moyo, na awaokoa wenye roho iliyoinama. Kama unahisi mzigo wa dhambi au tupu, Mungu anakungojea. Labda leo unaweza kusema hivi kwa Mungu: Mungu, nakiri kwamba nimekukosea. Asante kwa kumtuma Yesu kufa kwa ajili yangu Acha dhambi zangu na, na kuamini kwako. Nisaidiwe na unifanye mwanao. Kama ulisema hivyo, karibu katika familia ya Mungu. Tuma maoni chini. Napenda kukushuhudia. Na kama bado na maswali, endelea kujifunza. Asante kwa kushiriki.